Nini unatazama kibanzi kilicho jichoni mwa ndugu yako na huoni boriti iliyojichoni mwako? Unafiki huu. Kristo anatufundisha ni kizuizi cha kweli cha upendo. Ninapo wajibi na Maria subanizi. Anza na moyo wako. Ondoa boriti iliyojificha, ndipo kwa neema ya Mungu utaweza kuona wazi na kusaidia wengine. Ninapowajibika nam, karibu katika makala haya siku ya leo, tunaposherekea siku kuu ya malaika wakuu Mikaeli, Gabrieli na Rafaeli. Tuone jinsi ambavyo tunaweza kuwajibika kwa kuiga mifano yao na nukuu ya Biblia ambayo tutakuwa ama itakuwa inatuongoza ni Danieli sura ya kumi mstari wa kumi na tatu, Luka kwanza mstari wa ishirini na sita hadi thelathini na nane, na Tobit kumi na mbili kumi na tano. Karibu. Leo Kanisa linasherehekea malaika wakuu watatu: Mikaeli, Gabrieli na Rafaeli, wajumbe wa Mungu, walinzi, wapiganaji wa haki. Swali ni je, ninajifunza nini kutoka kwao ili kuwajibika zaidi katika maisha yangu? Mikaeli shujaa wa Mungu anayepigana na uovu. Ninapowajibika lazima nipigane na uovu wa ufisadi, tamaa na chuki, si kwa upanga bali kwa sala, ukweli na haki. Gabrieli ndiye mjumbe wa habari njema. Ninapowajibika, lazima maneno yangu yawe ya kutia moyo, si ya kuvunja moyo. Nipeleke habari njema kwa familia, kwa jamii, kwa taifa. Rafaeli ni mponyaji na muongoza safari. Ninapowajibika lazima nitumie kipaji changu kusaidia wengine wapone kimwili, kiakili na kiroho, kupitia huruma, msaada na mshikamano. Malaika hawa watatu hawakuishi kwa ajili yao, bali kwa ajili ya utume wa Mungu. Na mimi je, maisha yangu ni ya ubinafsi au ya utume? Je, mimi ni Mikaeli ninayepigania haki? Je, mimi ni Gabrieli ninayewapa wengine matumaini? Je, mimi ni Rafaeli ninayeponya waliovunjika moyo? Swali la kutafakari. Nani leo anahitaji niwe malaika wake mdogo? Ninapowajibika, Najifunza kutoka kwa Mikaeli, sipigani na watu, napigana na uovu. Ninapowajibika, najifunza kutoka kwa Gabrieli, kila neno langu linabeba matumaini. Ninapowajibika, najifunza kutoka kwa Rafaeli, naponya kwa kutenda mema. Leo Kanisa linaniita kuwa malaika mdogo hapa duniani: kulinda, kutangaza, kuponya. Sikukuu ya Malaika Wakuu si hadithi za mbali, ni mwaliko wa uwajibikaji wa kila siku. Ninapowajibika, ninakuwa askari wa haki kama Mikaeli, mjumbe wa matumaini kama Gabrieli, na mponyaji kama Rafaeli ninapowajibika Michael fights evil Gabriel brings good news and Rafael heals but what about me Am I a source of courage of hope of healing ninapowajibika I fight corruption and hate ninapowajibika I speak hope not despair Ninapowajibika. I heal wounds with kindness. Today's Feast of the Archangels is a reminder. God calls me to be a messenger, a warrior, a healer. Will I answer? Tu wajibike Kwa nini unatazama kibanzi kilicho jichoni mwa ndugu yako na huoni boriti iliyo jichoni mwako? Unafiki huu, Kristo anatufundisha ni kizuizi cha kweli cha upendo. Ninapo wajibi na Maria Subanizi. Anza na moyo wako. Ondoa boriti iliyojificha ndipo kwa neema ya Mungu, utaweza kuona wazi na kusaidia wengine. Ninakuwajibika <tipulia>